ya Tanzania inatangulia East Africa showbiz muziki, lakini pia filamu mm. Kitu gani natamani wa wasanii wa Kenya, kwa sababu kuna some disrespect kama walifanya kwa msanii wa Tanzania, Tanzania nzima yeah. Wakifanya kwa ajili ya ku pay respect kwa ajili ya wasanii wa TZ, lakini pia nzima ya burudani mm. ukiangalia Hakuna disrespect iko I mean, mm hizo -hmm. vitu za Willy Paul misingilizo masiasa yeah, sijui ndpno iyo siku kwa si bro lakini uh, hakuna disrespect, hakuna hakuna wakati nimefeel ati kumekuwa na ukosefu wa heshima, because ukiangalia jinsi Wakenya wanasikiza mziki wao, ukisikia YouTube mpaka sijui 7 ni, ni mziki wa Tanzania, hiyo ni heshima hiyo ni heshima, tunawapatia heshima kwa venye tuna spend pesa zetu. Diamond amekuja, tumenunua tikiti kuona Diamond. Ye ni heshima, si ndio? Sindio? E, kwa hivyo tuchezi mbwembwe za kando zisifanye tukose kuona the bigger goal. The bigger goal ni Wakenya wanapenda mziki ya Tanzania na Watanzania wamenisupport East Africa moja. um, hmm. Wasanii wa Kenya wengi, lakini wanaopewa support TZ ni wachache. Wasanii wa TZ wengi wanapewa support kubwa Kenya. Wewe kama msanii wa Kenya personal, hiyo hmm. Niweza uh, kusema kwamba hiyo balance haikuumi, kuona kwamba kuna kama sisi tunajitoa sana kwenye game yenu, halafu nyie kuna namna kama hamrudishi zile fadhila vilivyo kwetu, mi sijui wapi, lakini wasanii wengi sana wa Kenya wanapendwa Tanzania. Mi nikikuja kwa klabu za Tanzania, Arusha, nasikia ngoma za, za Kenya zinapigwa hapo, mbaya sana. Hakuna siku shkuja kwa klabu ya Tanzania nikakosa kusikia seti ya ngoma za Kenya. Kwa hivyo kitu ambacho nazungumzia mi kwangu ni siasa tu, uh, na hakika, lakini time and chance happens to every man. Uh, wakati huu huenda ikaonekana ni kama Tanzania iko juu, wakati mwingine pia mambo yanageuka, Kenya inakuwa iko juu na hiyo ni life. Lakini hatuwezi kaa tunyamaze tusemee wa Tanzania hawajikakamua hawajika zaidi ya wa Kenya. You guys are super super hard working. Showbiz ba Tanzania ni amazing. Na tumelan vitu nyingi as Kenyans kuwa watch. Sisi ni mafanzi wenu, ni respect bro na inafanya na feel poa webu. Angalia number 1 mpaka 7 ni Tanzania kwa YouTube. hiyo ni love, hiyo ni respect. Hiyo si tumewashinda hapana. Juzi dhani hata Diamond na anafanya muziki ndio ashinde wasanii wa Kenya? Anafanya muziki ju anapenda muziki. Hiyo si mentality tunafaa kuwa nayo wakati huu na wasanii wanafanya investment. Wewe kufanya Eh, umefikiria ni niwaambie? Okay, yeah, sawa so. So Kenya mimi nina the biggest festival. Okay. Festival mm-hmm, yangu inaitwa Soul Soul Fest. Fest ni festival. Ah, last year tulikuwa na 20,000 people, na ndio the biggest ticket selling festival. Pia mimi nina platform ya kuuza tikiti, eh, za shows. Oh. So it was Hustle Sasa. Hustle Sasa pia ni the biggest ticket selling company in East Africa, yeah. Online, huh? He knows online mm -hmm. yeah, so kama unafanya festival eh, yeah, na actually tour yangu Tanzania, if you want to buy tickets for my tour mm -hmm. zitakuwa kwenye Hustle Sasa. okay. ni platform ya ticket selling platform. last year tuliprocess 4.3 million dollars. wow. in ticket sales wow. Eh. Yeah. Yes. Hey, ntanza na Arusha Juni hapo tu ntaenda mguu nanzana <laughs> na Arusha halafu ende da alafu iende Mwanza haya mm. sikuwa nimemaliza lakini iendelee. Oh, sauti okay. Soul, tuko na kitu ambacho kinaitwa Soul kids na Soul Kids, ni content platform ya children's content ya content ya watoto. Wakati huu tuna vitabu tofauti ambavyo ndio the best selling children's content books kwa bookshops za uh, Nairobi sai and Kenya at large, so ni the children's, children's books so so internet, be in internet, so lakini unahitaji

ya data about kaboto sa lakini the night club, my new business venture since nimaliza na Sauti. So business venture zangu zote zimekuwa na the bigger conglomerate, so hata kama mtu tupa figure halisi not for naheig, sijakuwa nikihesabu kwa bilioni kadhaa Klami. Lakini klabu ina yangu inaweza kubeba watu 500 inafanya kazi every day, uh, Monday to Monday. Uh, nimehusu wasanii wengi sana wa wakija Nairobi wanakuja klabu yangu. Wow. Noma sana. Mm. So, tukiwa Tanzania, uh, Tanzania, tunapiga story za za Kenya Kenya kama kama kama our neighbors washikaji zetu. Uh, wao -huh. Ukiwa Kenya unasikia story gani? Nasikia anga humse anapigana na humse walipigana. Nasikia <laughs> <laughs> tu vitu noma noma. Actually Tanzania nasikia Simba na Yanga. Eh, mimi mwenyewe, mimi shabiki wa Yanga, sure. Eh maze, niliambiwa Yanga ndio wananchi na mimi nakufa na wananchi <laughs> lakini um, nasikia good things about Tanzania, nasikia mambo ya development, uh, nasikia Swahili culture, nasikiza masingeli <laughs> nasikiza rumba za kitambo za Mbaraka Mwinshe nasikia vitu poa. Tanzania ni, ni home Bien. Um, kila ukizungumza unezeje sana Sauti Sol, nataka yeah. kujua kitu kimoja <tikimono> sisi kama mashabiki na watazamaji tunajua Sauti Sol so, yeah. Sasa kwanza tuanzie katika zile nyimbo ambazo ulifanya pamoja, nataka kujua kwa percent iko vipi mpaka leo hii mnagawana nani? Sauti Sol ni ni wewe una, una, una Sol miaka okay, ngapi? <laughs> maisha yako yote ni kwa Sol. <laughs> tangu zaliwe mpaka saa hii na mi Sauti Sol yani, mm -hmm. Wewe umenijua kama Sauti Sol ni surname yangu, ni jina langu la ukoo. Siwezi acha Sauti Sol. Mambo yote ambayo tulijenga na Sauti Sol, ni yangu. Na ni ya Savara na ni ya Chimano na ni ya Polika. Mambo, haya mambo hayawezi sambaratika. Yes. Mm. Kwa mgani bado uko kwa Sauti Sol. Na undugu huko, yani na undugu huko top. Kwa hivyo biashara ambazo tulifungua pamoja zina run. Festival yetu ndio kwamba ilikuwa the biggest festival last year. Last year festival yetu ilifanya a million dollars in ticket sales. Hiyo ni crazy. Sijui, kuna festival inafanya uh, ticket sales kama hizo in in East Africa Africa Africa actually even in Africa, by the way maybe South Africa. Kama wanafanya zile zao big big sales, so kuna amazing things tumefanya pamoja jinsi, siwezi kachini niseme ati aah, nani alianzisha hii ama ni zetu. Uh, inategemea in <laughs> Ni mm -hmm. Uh, definitely. Uh -huh. What? What are you talking about? So, tukijisikia kufanya mziki pamoja tutafanya. Hatutaki pressure. Kuna, kwa, kuna ugumu? O, hakuna ugumu. Alinipigia simu bana, alinipigia simu akaniambia, niaje poa, mko mko around eh? Tulikuwa mimi Savara, Chimano, tulikuwa Chimano hakuwa mimi Savara na Polika, tulikuwa Chimano hakuwa alikuwa Australia, so tukatokea hapo mkate nusu, tukapiga show Yeah. Sauti na... kwangu eh, juzi usiku Sauti Sol ilikuwa kwangu dina wote na bibi zao <laughs> kwa hivyo yani, Sauti Sol sisi ni mandugu bro, hakuna animosity hata kidogo, tunashinda pamoja. Nyimbo zao zingine ni mii nimeandika, nyimbo zangu zingine ni wao wameandika. Hii nyimbo yangu imetoa sahii ya safari Savara ako katika uandishi. Savara yeah, anaandika ngoma na mimi. umekuwa wewe? wewe sana. Niko na panganga, TikToker mkubwa zaidi Kenya mzima by the way. <laughs> Asante. So I have a question. Um, I have watched your journey and through it as a solo artist Now, feedback about this session is very important to what we do and what I am doing with your brand. What would you say is the impact of social media on pushing your music to where you are now, especially working with influencers and siting the role of context tonsina social media What role has he played now, uh -huh. What now? Improvements unajua, uh, jamaa tananayemogea Wakenya wanatuaibisha kizungu mingi. <laughs> <laughs> mtu wangu lakini, Check it go, no. social media, bila social media hatungekuwa tunafikia mashabiki wetu in the millions kwa muda mfupi hivi. Social media imepatia kila mtu hiyo freedom ya ku put out any kind of content na iende, more so influencers na, na wasee wa TikTok the new radio stations. Kitambo ulikwenda kwa radio, sikia nyimbo inapigwa mara nyingi, inakuwa hit. Sasa hii ukienda TikTokers na influencers the new radio stations, ndio watakwambia ile ngoma imeshika, so wako na a very big part to play kwa hiyo web yote ya music industry. Yeah. Na tuko lakini wewe sikupendi ni mtu wangu lakini ni mtu wangu wangu. Ah, mazee, niombee nishinde Grammy. Eh, nilishinde Grammy na Bana Boy. Nili sauti sauti tulishinda Grammy na Bana Boy, lakini wakati huu I think ni muda East Africa mm -hmm. tukue na Grammy award mm -hmm. Eh, na by the way hiyo Grammy hata kama si mimi nitabeba, nishaona huko mbele kuna msanii wa East Africa atabeba hiyo Grammy eh, na itabidi tupige kazi sana wakati huu ndo huo msanii akuwe na siku siku rahisi kidogo. Hey, kuna wasanii wote wanajituma. Eh, yeyote ambaye anajituma ataishika, na si mmoja yani, tuseme tu msanii mmoja. Kwa nini, kwa nini keje ni mmoja pekee ameshika? Ni wengi, kuna wasanii wa Bongo watashinda Grammy, kuna wasanii wa Kenya watashinda Grammy. Itakuwa ni kitu ambacho kinashindwa kila saa. Wasanii wa West wanajaza hmm, sana kule, unaona wamepiga kwenye arena na imeishona. Huku kwetu kidogo wanafanya kitu kubwa kubwa na nini, nifikiria kufanya kwenye arena kubwa wajaze West Africa, ambao watafurahia muziki wa Bien. Eh, niko na show O2 um July 19. Wow. Eh. Eh, ni Bien kama Bien, kujeni mzee. Eh e, niko 50% sold out by the way. Wow. Itakuwa kubwa

wenzetu wataenda Wembley lakini hizi ambazo ziko saa hii endeni, ni shows kali Vienna, the O2, Diamond at Royal Albert Hall. East Africa inafanya an amazing thing in a span of one month. Get your tickets. Okay. Hey, ni mzigo <laughs> Misti, ni nchi yangu yeah. Cheki, nakufa na Kenya. Hawa ndo wamenilea, hawa ndo wamenikuza, wakanituza wakanichunga, lakini kila mtu, hata Baibule inasema kila mtu hata uchukua wa mzigo wake mwenyewe <laughs> Kila mtu achukue mzigo wake. A, tufungeni mikanda, East Africa tufunguke. Angalia vitu Bongo wanafanya, tufanyeni hizo vitu. Angalieni zile vitunoma wa Kenya inafanya, fanyeni hizo vitu mm -hmm. E, tuendeni. Okay, umetangaza ujio wa album yako. Wanaamini albums na huwa baadhi ya nyimbo, kuna hit song ndani, lakini zitakufa kwa sababu imetoka album, labda zikitoka so song, so, moja moja negeza, negeza yeah. Ilo, East Africa na Africa, yeah. album, okay, wasanii wako na mbinu tofauti za kufurahisha mashabiki wao. Mm-hmm. So, mimi siwezi kaongelea wasanii wengine, lakini nasema msanii yote ambaye unamwona duniani anafanya vizuri na ako na longevity, yani career imedumu sana. Hafanyi hivyo kwa kutoa singles, anatoa albums a body of work na ukitoa album watu kisikio album wanakumbuka muda fulani ambao walikuwa kwa maisha yao. Mi nikisikiza album zingine, nikisikiza Midnight Train ya Sauti Sol nakumbuka kwenye nilikuwa nikirekodiza wimbo na nikizisikia. So album iko na kazi yake, singles ziko na kazi yake. Msani mnoma anafanyanga balance. Nikimskiza kama Banaboy, napenda singles zake, lakini napenda album zake, unaona. Lakini bwana hawezi shinda Grammy kama hana albums mm. Grammy, hai hai recognize singles tu hivyo ndio kale oh. Wasanii wanashinda Grammys ni wasanii wenye mm. wako na bodies of work unless kuna Hey, <laughs> cheki, kama mjui ukali wangu mpaka saa hii mtaijua. Tulianza, tulianza tulianza safari alhamdulillah. Tukaomba tufike inshallah. Binadamu anapanga, shetani anapangua. Alhamdulillah tumefika, mashallah. Ah, ah, ah, mashallah. Binadamu anapanga na Mungu anaamua. Alhamdulillah tumefika, mashallah. Wow, wow, wow, wow. <laughs> Hey, tulipatana Bongo Mikocheni kwa zangu bichi nalo pepo wa bahari e, yeah, alinipita kama meli anayumbayumba yumba, akidondo za kishenzi uh, oh, Mikocheni nikamfuata utadhani zombi. Habari gani? Mbona uko lonely? jina ni gani? akasema Zari, nikamwambia aje, aje. Kamwambia kwangu ni kwake, ni mshike wapi? Ndio ataka moyo wangu. We, santeni watu wangu.